So, natamani nikupe faida ya mnyaa ili ukakusaidie pindi utapokuwa nao. Kwanza mnyaa ni kama ua, watu wengi wanaufahamu kama ua, lakini mnyaa ni miongoni mwa dawa kubwa sana. Kwanza mnyaa, dawa ya kwanza, utapoupanda katika nyumba yako, mnyaa una tabia ya kuzuia radi. Yaani ukiupanda kwenye nyumba yako jua umeweka ngome ya ya ya kuzuia radi. Pia mnyaa huu, unavyouona huu ndugu yangu kama utakuwa na na na wale wanaosumbuliwa na matatizo ya sunzua. Hmm. Yaani na matatizo ya sunzua sunzua e, yaani unasumbuliwa, chukua mnyaa huu unakata utumvu wake, japo utumvu wake ni hatari sana, angalau sikuingie machoni, unakuwa unaweka kwenye vile vinyama maana sunzua ni ugonjwa wa vinyama, vinakutokatoka ule, unaweka katika vinyama vile, basi utavikuta vinadondoka, vinaunguka vyenyewe na unakuwa umemaliza tatizo la sunzua. Pia mti huu wa wa mnyaa kama utaweka ndani, utakusaidia sana katika kuzuia nguvu mbaya, nguvu mbaya na kuingiliwa na wale ndugu zetu ambao hawapendi maendeleo yetu utakusaidia sana mnyaa huu pindi utapoweka ndani. Ila ukitaka kugundua kama kuna nyumba yako unayoishi kuna nguvu mbaya inatawala katika nyumba yako, chukua mnyaa huu uweke ndani. Ukishauweka ndani, basi utamnyaa huu utakauka Hautochukua kipindi kirefu utakauka. Basi utajua hala, kumbe ndani kwako tayari kushavamiwa na nguvu mbaya. Kwa hiyo mnyaa, ndugu yangu, una faida kubwa, na mnyaa ni dawa kubwa sana pia. Huu, huu mnyaa kama utauchoma na utaunguza, basi ni dawa kubwa sana nyingine, ni dawa kubwa mno sana ya kujilinda katika miangaiko yako ya kawaida. Huu mnyaa nchi za nje unauzwa gari sana, kwa sababu wazungu wenyewe wanaojua kazi yake na na faida zake, ila kwa huku Tanzania tunauchukulia poa tu, mwingine anaona kama jiti, lakini mnyaa ni hatari kubwa, na ukiupanda kuzungurusha kama fence ukiupanda ukazungurusha kama fence, mtu atapouona mnyaa huu atahisi labda ni hata mwizi kuingia katika nyumba yako ni ngumu, kwa sababu huu mnyaa nchi za nje unauzwa dola elfu tatu mia tano. Piga hesabu mchi wake ule unauza dola elfu tatu mia tano. Kama utabisha, nenda ukagugu uone, mnyaa ni kiboko, mnyaa ni hatari. Kwa hiyo ndugu yangu usije ukauzalau mnyaa, ukauchukulia poapoa. Mnyaa ni hatari, ni hatari kubwa sana.